Hii ni Kikoo Media, usisahau kusubscribe. Karibu mdau popote pale ulipo, tukaangazia makala leo, ambapo leo tutajikita zaidi kuangazia faida ambazo unaweza kuzipata pale unapofanya biashara yako kwa mfumo wa kampuni. Bila shaka hata wewe ni mfanyabiashara, bila shaka hata wewe unajishughulisha, bila shaka hata wewe unajua nini maana ya kampuni, lakini pia unajua faida ambazo unaweza kuzipata pale unapofanya biashara kwa mfumo wa kampuni. Na kama hujui, nipo hapa kwa ajili ya kukujuza na kukupa faida ambazo utazipata kufanya biashara kwa mfumo wa kampuni. Lakini pia utajua biashara, konfumo, muja kwa nini ufanye biashara kwa mfumo wa kampuni. Karibu na moja kwa moja tuanze kujua nini maana ya kampuni. Kampuni ni muunganiko wa kibiashara wa watu wawili au zaidi unaoundwa kwa kusajiliwa chini ya sheria ya makampuni ya mwaka 2002 hii ina maana kwamba hakuna kampuni inayomilikiwa na mtu mmoja. Kampuni hupewa sifa ya mtu wa kawaida, ikiwa na maana kwamba kwa kutumia jina lake, kampuni inaweza kushtaki au kushtakiwa kama mtu wa kawaida. Vilevile, kama ikitokea kampuni inafilisiwa, basi ni mali pekee za kampuni ndizo ambazo zitahusika bila kuzigusa mali za watu binafsi. Aina za kampuni: kuna kampuni ya kigeni, kampuni binafsi, pamoja na kampuni ya umma. Na kwa sasa, tukaangazie faida tano ambazo wewe mfanya biashara unaweza kuzipata kwa kufanya biashara yako kwa mfumo wa kampuni. Mmoja, ukifanya biashara zako kama kampuni, una nafasi kubwa sana ya kupata kazi, yani contract au tenda, na kampuni nyingine, kwa kuwa kampuni nyingi zinapenda kufanya kazi na kampuni na sio watu binafsi. Faida ya pili ambayo utaipata kwa kufanya biashara zako kwa mfumo wa kampuni, kama una wazo la kutafuta wafadhili wa, wa biashara yako, utakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kuwapata wafadhili hao katika biashara yako, kwani watu wengi ambao wanahitaji kufadhili biashara mbalimbali wanapenda kufanya kazi na watu ambao wamesajili kampuni zao kuliko kufanya biashara na watu ambao wanafanya biashara zao kama wao binafsi. Tatu, faida ambayo utaipata kwa kufanya biashara kwa mfumo wa kampuni. Unapofanya biashara zako kama kampuni, unajipa nafasi ya kutofautisha mali zako binafsi na mali za kampuni yako. Hii itakusaidia pale ambapo imetokea kampuni yako inadaiwa, basi deni hilo halitafika kwenye mali zako binafsi ambazo hazimilikiwi na kampuni. Unapofanya biashara kama mtu binafsi na ikitokea biashara yako inadaiwa, basi deni hilo litahusisha mpaka mali zako binafsi. Faida ya nne ambayo utaipata kwa kufanya biashara kwa mfumo wa kampuni, ukiwa na kampuni unaweza kufanya biashara zaidi ya moja chini ya hiyo kampuni. Unafanya hivyo kwa kukatia leseni za biashara tofauti tofauti chini ya hiyo kampuni moja. Faida ya tano ambayo unaipata kwa kufanya biashara kwa mfumo wa kampuni, ukiwa na kampuni ni rahisi zaidi kumrithisha ndugu yako au mtoto wako au mtu wa karibu zaidi, anaweza kurithi hiyo biashara yako kupitia kampuni yako. Ukiwa unafanya biashara kama mtu binafsi, inamaanisha wewe ndiye mmiliki pekee wa hiyo biashara, yaani hautaweza kumrithisha mtu mwingine katika biashara yako. Hizo ndizo faida tano ambazo utaweza kuzipata kuzipata pale uta kapofanya biashara kwa mfumo wa kampuni. Bila shaka umefahamu, kama ulikuwa hujui, jibu umelipata ni kwa namna gani. Kuna faida kubwa zaidi kufanya biashara kwa mfumo wa kampuni, na moja ya faida ambayo nimeing'amua katika makala leo ni faida ya kufanya biashara nyingi kupitia kampuni moja. Unachokifanya wewe ni kukatia tu leseni, lakini kampuni inayotumika ni moja, na unaweza kufanya biashara nyingi zaidi. Lakini pale unapofanya biashara kama wewe binafsi, huwezi biashara nyingi. Inabidi kila biashara ambayo unaifungua uende kwa maafisa wa TRA ili waweze kukadiria kutokana na biashara yako. Kwa hiyo, ukifungua biashara kumi, kama unafanya kama mtu binafsi, biashara zote kumi, lazima uende kwa maafisa wa TRA wakakukadirie. Lakini ukifanya biashara kama kampuni, unaweza kufanya biashara nyingi zaidi bila kwenda kukadiliwa kila unavyofungua biashara yako. Nikusihi sana, endelea kuona Kikomedia kwa